Zanzibar. Wafanyakazi wa kitengo cha ukaguzi wametakiwa kujiendeleza kimasomo ili kuweza kujiletea ufanisi katika kazi zao na kufikia maendeleo katika nchi. Taarifa ya Zuhura Mgeni inasomwa na Mwana Khairi Maulidi. Naibu waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Mohamed Saidi Dimwa alisema hayo wakati alipofanya ziara ya kuwatembelea wafanyakazi wa kitengo cha ukaguzi kilichopo bandarini. Amesema ili kufanya kazi vizuri na kwa uhakika ni lazima kujiendeleza kielimu, kutokana na wakati uliopo hivi sasa wa sayansi na teknolojia unazingatia zaidi elimu ya mtu na sio kufanya kazi kwa mazoea. unaweza kusoma kwa nauwapata si tukua tunapata mishahara lakini uonekane imetoka hatua moja imeingia hatu y. Amewataka wafanyakazi hao kufata utaratibu wa kazi ikiwemo uingiaji wa kazini na uondokaji, akitaka uzingatie muda uliowekwa kisheria. Hata hivyo, amewataka wafanyakazi wa kitengo cha ukaguzi walioko bandarini kutojishughulisha na mambo ya siasa wakati wanapokuwa kazini, kwani kufanya hivyo ni kwenda kinyume na kanuni za utumishi. Ofisi ndio maskani au vidio vya kufanya siasa? Nadhani wataalamu wanafanya kazi zao kwa mujibu wa sheria. Ukitaka siasa, arudi nyumbani, kafanya siasa nyumbani, lakini ukiingia kazini, tuwe katika hali iliyokuwa wali mkurugenzi wa idara ya utabibu na mifugo ndugu Yusuf Haji Hamisi amewataka wafanyakazi wa idara hiyo kufanya kazi kwa bidii na kuwa wabunifu ili idara iweze kujiongezea mapato. Swala la mapato kama lilivyozungumzwa, tujitahidi kukusanya mapato kwa sababu mapato yakiwa makubwa na maslahi eh, ya wafanyakazi vilevile yanaongezeka. Mapato yakiwa madogo maslahi naku Wafanyakazi wa idara hiyo wamesema changamoto zinazowakabili ni kucheleweshwa kwa posho la likizo ambalo halipatikani kikawaida. Nikiripoti mimi mwana Harimolid, ZDC.